Msemaji ya UPDF kutoka kwa Second Infantry Division ambayo iko karibu hapa Barara, leo tukakuwa na, na wakubwa wetu kutoka kwa FRDC uh, kutoka kwa territory ya, ya North, North Kivu Beni, alafu na mkubwa ya UPDF kutoka kwa Mountain Division, tukakuwa tunaongea kuhusu mambo ya security kwenye barini ya le, uh, Lake Edward Edward. Yes. Edward. Yes. Sasa tukazungumza vizuri, mambo takuwa mzuri tukakuwa tunaona namna tunaweza tukakuwa tuna coordinate tunakuwa tunazungumza pamoja kuhusu mambo yenye inafanyikana kwenye baharini. Sasa sasa tuliweza kusikia eti kuna wajeshi wa Kongo, ambao wamoja wamoja waliweza kufa huko baharini, na nazaniwa kama ni nyinyi UPDF mliweza kuwaua. Ni vipi hiyo? Alikuwa atujui watu gani, wenye walikuwa na silaha, watu wenye walikuwa na silaha wakakuwa kwenye baharini Alafu wakapiga askari yetu akakufa, baadaye tukajua kuna askari ya hapa tena, wakakuwa wanapigana na hapa wakakufa. Ile tumejua ilikuwa mambo ya coordination, ilikuwa hana coordination. vile vilevile, na wale kuingia kwenye kazi kwenye maji baharini huko kufanya kazi bila kuelezea wenzi yake hmm. Lakini tukakuta sisi UPDF na F, da, A, A, FRDC yes. Fadaka na UPDF yes. Tuko warafiki kazi tunafanya vizuri kama warafiki mm. Tuko kwa operation suja na operation zingine tumefanya pamoja mm. Sasa tu, tukuwa tunasema tutaendelea kufanya pamoja kama uh, jeshi ya serikali ya Uganda na mm. jeshi ya serikali ya DRC yeah, kuna mpango mpya ambao mmekamata ili tukio kama na hilo lisiweze tena likarejea. Mpango mpya sasa hivi iko hivi tutaendelea tutaendelea kuwa wanacho tuko na, na, na, na wananchi kutoka Uganda na wananchi kutoka Kongo wenye wako ka barini, wanatafuta samaki so hao watu tunataka wakua wanaongea wanazungumza pamoja vilevile na wale ya security watu wanazungumza pamoja ile tu, ukue sisi wote tunafanyisa hiyo maji ya barini tunasaf, tunatafuta samaki bila tatizo lolote mm. na, na vifaa vyenye tukua navyo silaha bunduki kama tano na light machine guns mbili tukapatia uh, uh, wenzi yetu warafiki rafiki yetu wa FARDC tunapoesha jua idadi yao ni wangapi ambao walo waliweza kufariki huko katika hiyo kisa. Sasa, uh, walituelezea, mm. walikuwa watano wakafariki huko, sisi hatujaona hao wenye wamefariki, lakini -tune, tumejua tunafaa tukuwe tunafanya pamoja, kabla tuko na Uh, serikali ya, askari ya kwetu wakuwe kwenye barini pale vile wajulisha wale askari ya DRC, hata na askari ya DRC wajulisha wale ya Uganda, au yote wanaweza wakajiungana wakafanya pamoja. Tukazungumzia tu, tu, tu, tu, Operation Shujaa kwa sasa mna mko naweza kutokomeza adui ngambo za huko huko Beni na Ituri, tunaposha jua operation ni vipi. Na hapo sasa hivi tuliweza kusikia kuna jeshi wenu ambao, ambao IDF liweza ku, kuua kwenye barabara huko Komanda A, ni vipi? Hakuna bado askari uh, ya kwetu as, kwe, as, kwe, as, kwe, wajauawa mm -hmm. Sasa operations za kwetu za suja zinaendelea vizuri, unajua tunafanya pamoja na wale askari ya serikali as, ya DRC mm -hmm. Tuko pamoja, tunafanya pamoja tuna, unaona sasa, chuoni wananchi wameanza kurudi kwa mashule, wanaanza kurudi kwa mashamba yao, wanaanza kuendelea kazi na ile ya kawaida, ya kawaida ya wenyeji kutoka sehemu mbalimbali mwa Eastern DRC hakuna mm. tatizo yoyote tena, operation no. zinaendelea polepole. Tuliweza kusikia, mliweza kuingia munyayo mu, mu, ama ambiskadi za, za au, wa wajambazi hao huko ngambo ya komanda au wajambazi wote wako, wako kukimbia, hawana mm. sehemu moja wanawezi wakakaa ile uh, cooperation ya mm. kwetu na FARDC tunawapiga wakakimbia, hakuna semu wanawezi wakakaa. Asanteni sana. Na message gani unayo kwa raia ili waweze uwalea? Ku, ku, ku, tuna, tunawaelezea tuna, tuna, tuna sisi mm. uh, uh, uh, uh, kwa Uganda tunajua uwalea, au ao wandugu yetu na ao wanajua tuko wandugu yao. Sasa tutakuwa tunafanya pamoja wachukue na habari yoyote ambao kwa hao wa jambazi kwa wakuwa wanawelezea wanajeshi wa serikali au ya DRC au ya, ya Uganda. Tabaru tunakushukuru ugandatunakushukuru sana. Asanteni sana. hmm.